Habari ya sasa, kaka yangu, hope uko poa na uko salama kabisa. So leo nitakwenda kuzungumzia uh, changamoto ya kuwahi kufika kileleni mapema. So wanaume wengi wamekuwa wakipata changamoto ya kuwahi kufika kileleni mapema, na wanashindwa kujua ni jinsi gani wanaweza kutokana na hilo hiyo changamoto so kwa majina naitwa Dishwem, Musa William. Uh, ni mtaalamu na ni mtabibu mwenye kusaidia wanaume wenye changamoto za nguvu za kiume kuwatibu changamoto yao kupitia programu ya matunda na mazoezi. Kwa nini ninaleta somo hili leo? Ni wengi, kwa sababu wanaume wengi walikuwa wakipata changamoto hizi na hawajui njia gani sahihi ya kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Sasa hapatana na mimi nikuelekeze dawa ya jinsi ya kuacha Jinsi ya kujizuia na kushinda tabia ya kuwahi kileleni mapema. So nitaelezea vitu vitatu ambavyo vinasababisha kuwahi kileleni mapema. Kitu cha kwanza ni stress, yani stress tunaweza kusema ni mazingira ya kisaikolojia ambayo ni stress, yani stress, uoga, kujiamini, lakini hivyo vitu vina, vinasababisha kuwahi kileleni mapema. Lakini kitu kingine aa, ambacho kinasababisha kuwahi kileleni mapema aa, ni piga juu wa masturbation. Hiki ndio kitu kikubwa sana ambacho kimewaathiri watu wengi sana. Unapokuwa unapiga masturbation unapiga katika ile mazingira ya ubaridi, na katika ile hali ya mazingira ya ubaridi uume unazoea ile hali ya ubaridi, na mwisho wa siku sasa unajikuta uh, unakutana na mwanamke, kwa sababu uke yake una joto, lile joto linaishia ile uume, unashindwa kustahimili ile joto, na mwisho wa siku unawahi kufika kileleni mapema sana, na ukiwahi sana, mwisho wa siku utajikuta uh, unashindwa kulia bao la pili, kwa sababu umeshajichua kwa muda mrefu na umeathiri misuli ya ume mwisho wa siku unapata changamoto ume kusimama kulegea legea. Lakini sababu ya tatu inayosababisha mtu kuwahi kileleni mapema huwa ni kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo unajikuta una, una mbegu nyingi sana ambazo zinakuwepo kwenye uh, viungo, yani kwenye korodani. Mwisho wa siku unapokutana na mwanamke unawahi kileleni mapema kwa sababu unakuwa na msisimko mkubwa na unawahi kileleni mapema kwa sababu, una sasa basi uh, nitaenda kutoa suluhisho na dawa ambayo itaweza kusaidia kuacha kuacha uh, kupiga masturbation kuacha yani, nitakufundisha dawa ambayo itakuzuia kuwahi kileleni mapema. Sasa naomba uambatana na mimi mwanzo hadi mwisho. Sasa kabla sijaendelea, naomba kwenye hii chaneli yangu uguse kitufe cha subscribe uguse uh, alama ya kengele na ushare video, ili tuweze kuwasaidia wanaume wengi sana. Sasa nitafundisha uh, mbinu moja waga, zipo mbinu tatu, lakini mbinu zingine huwa anazifunza kwenye programu kwenda kumalisha nguvu za kiume, lakini huwa inaitwa najihudumia mwenyewe na ina ratiba matunda, ina zoezi maalum. Kliki, kuna link nimeweka so utakliki ile linki na itakuleta moja moja kwenye WhatsApp yangu na tutawasiliana na wewe moja kwa moja. Sasa dawa ambayo naenda kuifundisha sasa hivi ni moja, dawa yenyewe ni hii hapa. Kitu cha kwanza, ili uchelewe kileleni mapema, uh, unatakiwa utafute, uh, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Sasa ile mafuta ya mzaituni, unachotakiwa kufanya, unatakiwa utafute kitambaa na maji kawaida sasa, yale maji uta, yale maji utachemsha mafuta ya, ya, ya mzeituni. So utafanya hivyo ndani ya siku ishirini na moja na usifanya hivyo, tatizo litaisha moja kwa moja. Lakini sasa, kama changamoto yako itakuwa imesababishwa na masturbation, umepiga na ume misuli ume, umelegea, tatizo itakuwa ni ngumu kuisha kwa kutumia huo dawa hapo, otu, utakwani, kwa sababu hapo changamoto itakuwa ni kulegea kwa misuli, na misuli ya ume ikishalegea inasababisha mwanaume sasa kitu ufanye, basi karibu katika programu yetu ya Jidumu Mwenyewe, ambayo hii ina suluhisho la kuweza kutibu changamoto ya misuli. Tunaweza kutibu magonjwa mengi kama vile magonjwa na Um, masturbation sasa. Tibu vyanzo vya matatizo hayo, na hivyo nguvu za kiume zitarudi moja kwa moja. So usisahau kufollow na kusubscribe chaneli yetu ili uwa kupata uh, video zetu. Mimi ninajali afya yako, naitwa. Ili unipate, utaenda so, kwenye description, utaona kuna uh, kuna link nimeweka na utaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kupitia njia ya WhatsApp, lakini pia nita, nitaweza kukusaidia kutibu changamoto yako nikutakie utekelezaji mwema na tumia hiyo dawa. Na kama utakuwa na changamoto zaidi na ni kubwa zaidi na umetumia kila mbinu kuweza kutatua tatizo lako lakini imeshindikana, basi mlango iko wazi, karibu tuweze kusaidia kutibu changamoto yako. Na huwa tunatibu kwa kutumia programu ya matunda pamoja na, na mazoezi, lakini huwa tuna miti shamba na miti ya asili ambayo inaweza kutatua tatizo la umefumwa kulegea, na changamoto ya watu wengi walio wenye changamoto ya kwa nguvu za kiume wale wenye changamoto ya uume kusimama kwa kulegea legea. Sasa hilo tatizo huwa alitibiu kwa kunywa dawa za kuongeza nguvu za kiume, huwa linatibiwa kwa dawa ya kuimarisha misuli ya uume, ambayo hii dawa sisi tunayo inaitwa inama, ambayo hii unaingiza kupitia haja kubwa, na inaenda kufanya kazi ya kuimarisha misuli ya uume. Hii tiba yetu inachukua wiki sita tu. La, na unapona kabisa, hata kama una umejitahidi kutumia dawa za kila aina, umechoka, umekata tamaa, lakini suluhisho imekuja uh, kwako ku. Unachoweza kusaidia ni follow kwenye YouTube, huwa tunatumia jina la Shoko Solution. Facebook, andika Shoko Solution, so utapata na utapata namba zetu pale, na tutawasiliana moja kwa moja. TikTok So Shock Solution lakini Instagram ni Shock Solution. Nikutakie utekelezaji mwema, lakini pia ifanyie kazi hiyo dawa nilofundisha leo, utakuja kunishukuru. Kuna siku, nikutakie utekelezaji mwema kwa majina yanaitwa Dr Dishwem William. Sub subscribe na kushare na kulike katika channel hii, nikutakie utekelezaji mwema. Bye, bye.